respect and, and, um, and uh, focus on nationhood. Tuweke watu wetu wakae pamoja, then everybody can sell their political party and their ideology. Mwenye atashinda tutasupport huyo. Sisi kwa security sector, we are, we are not here to, to, to, to force any political side. Yetu ni kusaidia kaunti yenu ikae hi isonge mbele kwa mambo ya umoja. Ya pili, tuwachane na siasa yenye iko na ukabila Kwani, kwani wewe lazima ukisimama kwa mkutano useme sisi kabila hii na sisi kabila ile? Ukisema sisi wana Trans Nzoia inakuumiza wapi? Si so, tuseme tu sisi wa Kenya, sisi wa Cherangani, sisi watu ya kwanza, sisi watu wa Kiminini, sisi watu wa Saboti, sisi watu wa Trans Nzoia. This is, even in our own language, let's avoid this obsession with kabila hii kabila hiyo kabila hiyo na ndio uliona jana nikisema wale ambao wanatishia taifa letu kwamba wao wasiposhinda katika siasa tutarudi kwa vita na fujo. Mimi nataka kuhakikishia Wakenya na wana Trans Nzoia wote, Wakenya wa, wa kabila mbalimbali mbali, dini mbalimbali mbali. Wale wanatoka sehemu mbalimbali mbali. I want to give you my personal assurance, msitishwe na wanasiasa Our security is firm, our security sector will be firm, and as your minister for security, I will be very, very firm. I will be very firm. I will be very firm. Mimi mwenyewe, mimi mwenyewe kwangu ni national. Eh, mimi ni wa hapa, bibi yangu anatoka huko. Watoto yangu ni mixed. Marafiki yangu wanatoka kila mahali. Mimi najua ile shida ilitupatia 207 hapa Trans Nzoia, najua sehemu zingine za Rift Valley, ile shida ilitupatia nduku na nduku, walipigana watu wameishi pamoja kwa siku nyingi. I promise you we will never go back there ever again, haiwezekani. <laughs> Na kwa hivyo kama kanisa tukiendelea kuomba, mtuombee sisi tuendelee na ujaziri. Unajua, kuna watu wanatutisha, wanafikiria they are now above the law, wanafikiria hawatashikwa wanafikiria hawatafungwa i am going to tell you under our watch this country is not going to condone anybody who wants to burn this nation we are going to do everything under the sun to make sure that for this period we serve this nation we must keep our country safe ndio tukipeana baton to another person tunapeana safe and secure country Under rule of law. And that is the team we work together. Hiyo ndio nilitaka niwashia, msikuwe na waziwazi hii vitisho na fitina. Niliona Murei ukweli venye umesema MCA wetu hauko juu, umesema ukweli, na ni vizuri tuzime moto ikiwa mbali na tuonyane kama viongozi na tuonyane kama wananchi pia, tusaidiane kupambana na bombe, pombe na banki yeah? aswa kwa tao napa ambaye saa zingine unaona watoto wadogo wanaleweshwa, mpaka wamama hawezi pita hapo, kwa sababu kuna pickpocket wingi, kwa sababu ya uh, mambo ya madawa. Nimeambia uh, our, our county security team, let's do everything to make sure that we sort out this thing of alcohol. Na mimi nitakuja kuwa na mkutano na chiefs hapa na assistant chiefs. Hawa ndio viongozi wa ground, hawa ndio watanisaidia make clean uh, location yake na wapatieni ni support. Let me tell you kwa sababu nyinyi ni wa kanisa na viongozi wa kanisa. And, uh, former IG will tell you if community policing works, we don't have to worry about the best place where security inafaa kuishia ni community. Na kwa OCS, you don't have to look for your IG if you are working with the OCS kwa hapo, na the chief and the community policing inafanya kazi, na kwa sababu nyinyi mko community Tuwache hii kitu ya kuwa individualism, siende kwako ujifungie nyumba, utoke wewe umeokoka. Wewe utapata wapi forum ya kushia neno la Mungu? Ni kwa hiyo community work, ongea na watu hapo, ujue nini inaendelea hapa, kwa nini pombe inauzwa hapa. Usikue tu complain unasema, pombe imetushinda, inauzwa hapa. Hapana, itanini as community, waone mzee wa area hii ameita, amekaa na chifu kauli sana chief, na hii mama huyu mwenye anatengeneza pombe. Kwa nini huyu anaunda pombe? Pasta anatumiwa anaambia, uhubirie yeye, lakini wazee wa area wanamwambia, eh, tunakuongelesha na OCS kwa area, anasampeleka kwa discipline mpaka area ikuwe sawa. If we do that in every part of our country we don't have to wait for the IG or the minister so that we can sort problems that are in our community. Trans Nzoia haina shida Shida ya Transoia ni uchochezi, ni siasa mbaya, ni siasa ambayo haina maana, ni siasa mbaya viongozi, na sijasema mmoja viongozi, yeah? badala ya mtu kuenda mkutano peke yake kwa sababu alichakuliwa peke yake anasanya goons, yeah? na gangs, na kanyaka wa wamama wakipita, kama we ulichakuliwa na we uliombewa kura, mtu ameenda kupanga laini kuomba wewe kura Why do you have to come with 50 people? Wenye wanasukuma watu. Hah? Na ya kupigana, na kupigiana kelele. Unakuja mazishi hata ujui mwenye amekufa. Ya? Unafika tu, tunay... <laughs> unajua siasa ni kitu <laughs> kingine. Mtu anafika kwanza ngoje ni campaign next year. Ikianza kabisa yenye imeshika laini juu. Mtu anaenda mazishi sita kwa siku. Lakini akifika hata ajui ni nani? Unaona, mtu anafika anasema, na nani amekufa hapa? Wanaulizana huyo mwanamwambia, hata sijui kuuliza <laughs> kwa hiyo kona hapa <laughs> yeah. Mmewahi sikia mtu alienda moja, akaenda kuambia, kasimama, akasema nimekuja na huyu mwenye amelala hapa, tutashikana pamoja kusaidia watoto yake. Hata mimi nikichakulia, nitachukua mtoto mmoja. Akaambia, bwana ako na watoto. yeah, relax yeah. <laughs> Uh, and so forth. So, mtu hujuani kabisa na hiyo familia. Hujui hata nani amefariki. Lakini umesanya, umetumia pesa mingi kusanya goons. We unajua tu unauliza tu ala njesanga, tukua pala, yes pass unaanza kupanga yako wanakutana na yauyu mnaanza kulingana mawe mazishi, inasambaratika familia which was mourning, cannot even mourn their loved one. Such an embarrassment. And we still have the audacity to come to public and say I am a leader you know you still have to stand even in a church like this and still call yourself a leader when you know you have organized goods. Hiyo ndio shida ya Trans Nzoia na tulimwambia county commissioner and our regional security team because it had become a problem hapa na hapa Kakamega maali, especially mumias na muliona juzi hata inini nafanyika kule eh, uh, homa bay na sehemu nyingine Tulimwambia county commissioner hapa kanyaka chini, make sure that we dismantle all the gangs wenye wako katika hii county ya Trans Nzoia. Tunataka kurudi politics of decency yenye mtu anakuja kuuza sera zake na kwenda nyumbani. Pia tusaidiane kupambana na pombe na bangi, yeah. Aswa kwa town hapa ambaye saa zingine unaona watoto wadogo wanaleweshwa mpaka wa mama hawezi pita hapo, kwa sababu kuna pickpockets wengi, kwa sababu ya uh, mambo ya madawa. Nimeambia uh, our, our county security team, let's do everything to make sure that we sort out this thing of alcohol. Na mimi nitakuja kuwa na mkutano na chiefs hapa na assistant chiefs. Hawa ndio viongozi wa ground, hawa ndio watanisaidia me clean uh, location yake na wapatieni support. Let me tell you, kwa sababu nyinyi ni wa kanisa na viongozi wa kanisa And former IG will tell you if community policing works we don't have to worry about the best place where security inafaa kuishia ni community, na kwa OCS you don't have to look for your IG if you are working with the OCS kwa hapo, na the chief and the community policing inafanya kazi, na kwa sababu nyinyi mko community, tuwache hii kitu ya kuwa individualism, siende kwako ujifungie nyumba, utoke wewe umeokoka, wewe utapata wapi forum ya kuushia neno la Mungu. Ni kwa hiyo politi, community work. Ongea na watu hapo ujue nini inaendelea hapa. Kwa nini pombe inauzwa hapa? Usikuwe tu complain, unasema pombe imetushinda inauzwa hapa. Hapana, ita nini as community. Waone mzee wa area hii ameita, amekaa na chief, kauliza na chief, na hii mama huyu mwenye anatengeneza pombe. Kwa nini huyu anaunda pombe? Pastor anatumiwa anaambia uhubirie yeye lakini wazee wa area wanamwambia uh, tunakuongelesha na OCS kwa area anasampeleka kwa discipline mpaka area ikuwe sawa if we do that in every part of our country we don't have to wait for the IG or the minister so that we can sort problems that are in our community